Fikiria kila kitu ulichowahi kufikiri kuhusu mwisho wa dunia kikigeuzwa kabisa. Sasa hivi tunaenda kufunua siri ambayo inaweza kubadilisha mtazamo wako ndani ya sekunde chache. Shangazwa na ukweli unaopingana na imani nyingi, ingia kwenye mijadala mikubwa na ugundue nguvu inayoweza kubadilisha maisha yako papo hapo. Hiki si video ya kawaida, ni ufunguo wa uelewa wa kina na unaobadilisha maisha. Bakia nasi tufungue fumbo hili na uone kwa nini maelfu ya watu wanaanza kuhoji kile walijua zamani. Katika Ufunuo kumi na mbili, Mungu alimfunulia Yohana ufunuo wa Yesu Kristo ili kuwaonyesha wanafunzi wake mambo ambayo yangetokea upesi. Yohana ndiye aliyepokea ufunuo huu wa mbinguni. Kitabu hiki kimejaa siri za wakati ujao, kikionya kuwa mwisho umekaribia na hukumu haitakwepeka. Kinatupatia tu mwanga mdogo wa Edeni na mambo makuu yanayotungojea. Ufunuo kumi na mbili mstari wa moja unaonyesha ishara kubwa mbinguni, hii mwanamke aliyevikwa jua, chini ya miguu yake kukiwa na mwezi na kichwani taji ya nyota kumi na mbili. Hii ndiyo ishara ya kwanza kati ya saba ambazo Yohana anazieleza, ikionyesha tukio la ajabu na la kutisha. Mwanamke huyu anaweza kuwakilisha kanisa, Israeli au mfano wa mama kulingana na tafsiri. Mtoto anayemzaa mara nyingi hutafsiriwa kama Kristo akionyesha kazi yake ya ukombozi. Joka linawakilisha uovu na upinzani, likitambulika kama Shetani aliyepo kinyume cha mwanamke na mtoto, likionyesha vita ya milele kati ya mema na mabaya. Katika Ufunuo sura ya kumi na mbili hadi kumi na nne wahusika na matukio ya dhiki kuu yanaelezwa. Ishara hii e kubwa e inafungua mfululizo wa Ufunuo unaofuata ikifungua siri na changamoto zitakazoukumba ulimwengu mwishoni mwa nyakati. Mwanamke aliyevikwa jua ni ishara ya kiroho, si mwanamke wa kawaida duniani. Hii ni njia ya Mungu ya kuwasilisha ujumbe kwa Yohana na pia kwetu. Maono ya e mwanamke aliyevikwa jua yamehusishwa na mambo mengi ya kidini kwa karne nyingi kulingana na maono ya Yusufu, mwanamke huyu anaonekana kama mfano wa Israeli. Katika ndoto ile, Yakobo ni jua, Raheli ni mwezi na nyota 11 ni wana wa Israeli waliomsujudia Yusufu. Yusufu naye anaungana nao akitimiza nyota 12. Katika Mwanzo 37 mstari wa 9, Yusufu anasema he, nimeota ndoto nyingine. Tazama, jua, mwezi na nyota 11 vilikuwa vinaninamia. Katika sehemu nyingine za Biblia, Israeli Sayuni au Yerusalemu mara nyingi huonekana kama mwanamke. Katika Hosea mbili mstari wa 19 hadi 20, uhusiano wa upendo na uaminifu unaelezwa kwa mfano wa ndoa. E, nitakuposa milele, nitakuposa kwa haki na hukumu, kwa upendo na huruma, nitakuposa kwa uaminifu, nawe utamjua Bwana. Mwanamke katika Ufunuo kumi na mbili mstari wa mbili anaingia katika utungu, akipitia maumivu makali ya kujifungua. Yupo karibu kuzaa, na maandiko yanaahidi kumfunua mtoto baadaye. Kisha joka la kutisha linaonekana, likionyesha changamoto mpya katika simulizi. Ufunuo 12 mstari wa tatu unaonyesha ishara nyingine mbinguni, joka kubwa jekundu kama moto linalotambulika kama Shetani, lenye vichwa saba na pembe kumi na kila kichwa kikiwa na taji. Hili si joka la kawaida, bali ni mfano unaoonyesha tabia, mamlaka na uovu wa kiumbe huyo. Vichwa vinaashiria mamlaka, pembe nguvu, na taji utawala. Hii inaonyesha nguvu kubwa, hekima ya hila na uwezo wa kutisha. Neno taji hapa limetafsiriwa kutoka neno la Kigiriki diadma linalopatikana tu katika Ufunuo. Linatofautiana na neno stefanos ambalo humaanisha taji ya ushindi. Diadma linaonyesha utawala na mamlaka ya kifalme. Mwanamke huyu anajitofautisha na wanawake wengine wanaotajwa katika Ufunuo. Tunakutana pia na Yezebeli anayehusishwa na mafundisho ya uongo. Katika Ufunuo mbili mstari wa ishirini tunasoma he. He, unamruhusu Yezebeli ajifanyaye nabii awapotoshe watumishi wangu kwa kuwafundisha watende uzinzi na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Pia kuna kahaba mkuu katika Ufunuo kumi na saba mstari wa mbili ambapo inasemwa he. He, aliwafanya wafalme wa dunia watende uzinzi na wakaaji wa dunia wakalewa kwa mvinyo wa uasherati wake tunamjua pia bibi arusi anayewakilisha kanisa. Hili linaelezwa katika Ufunuo 19 mstari wa 7 hadi 8, ambako imeandikwa etu, furahi na kushangilia, tumpe utukufu, kwa maana arusi ya mwanakondoo imewadia, na bibi arusi amejiandaa. Akapewa kuvaa kitani safi cheupe, kinang'aa, maana kitani hicho ni matendo ya haki ya watakatifu. Sasa tunaona kuwa joka linaendelea kuleta maafa zaidi, likiendelea na njia yake ya uharibifu na uovu. Ufunuo 12 mstari wa 4 unasema kwamba mkia wa joka ulipiga theluthi moja ya nyota za mbinguni na kuzitupa duniani. Joka limesimama mbele ya mwanamke aliyekuwa karibu kujifungua, likisubiri wakati wa kujifungua ili limpore mtoto wake. Mstari wa tisa wa sura hii hii unalitambulisha wazi joka kama yule nyoka wa zamani ajulikanaye kama Ibilisi na Shetani, anayejulikana kwa kudanganya ulimwengu wote. Mstari wa nne pia unaonyesha kuwa joka lilikuwa likisubiri kuzaliwa kwa Masihi ili kumwangamiza. Mungu hakumuumba kiumbe cha uovu, bali aliwafanya malaika waliokuwa na uwezo wa kuwa na furaha ya kina na kufanya mambo makubwa mbinguni. Walikuwa na uhuru wa kuchagua aidha kumtii Mungu au kujiangamiza. Baadhi yao kama Mikaeli na malaika wake walibaki waaminifu, lakini wengine waliasi mamlaka ya Mungu na wakawa wapinzani wakali wa ufalme wa Mungu. Maandiko pia yanataja kuzaliwa kwa mtoto wa kiume aliyekusudiwa kuongoza mataifa yote kwa uthabiti. Hii ni ishara ya Yesu Kristo Masihi, ambaye anatawala kwa mamlaka na nguvu. Kutoka kinywani mwake hutoka upanga mkali ambao ni neno lake atakalotumia kuihukumu dunia. Atawaongoza kwa fimbo ya chuma na kukanyaga shinikizo la divai ya ghadhabu ya Mungu Mwenyezi, akifanya hukumu juu ya ulimwengu wa waasi. Jaribio la kumwangamiza mwana lilionekana kwanza wakati Herode alipojaribu kumuua Yesu akiwa mchanga, na jaribio hilo liliendelea katika maisha yote ya Yesu kupitia mashambulizi ya Shetani. Katika Mathayo mbili mstari wa 16 hadi 18 tunasoma hadithi ya Herode ambaye alipoona ametapeliwa na mamajusi aliwaka hasira na akaamuru kuwawa kwa wavulana wote wa miaka miwili na chini huko Bethlehemu na maeneo yake, hivyo ikatimia unabii wa Yeremia: sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo makubwa, Raheli akiwalilia watoto wake na kukataa kufarijiwa kwa sababu hawapo tena. Huduma ya Yesu inaelezewa kutoka kuzaliwa kwake kwake hadi kupaa kwake mbinguni. Mwanamke katika Ufunuo 12 alizaa mtoto wa kiume aliyekusudiwa kutawala mataifa yote kwa haki, na mara moja mtoto huyo alipelekwa kwa Mungu na kwenye kiti chake cha enzi. Ni wazi kwamba mhusika mkuu hapa ni Yesu, na hivyo mwanamke wa Ufunuo 12 mstari wa moja hawezi kuwa kanisa, kwa maana Yesu ndiye anayelianzisha kanisa, si kinyume chake. Hivyo mwanamke huyu anawakilisha Maria au Israeli, ndio viumbe pekee vinaweza kumzaa Yesu kwa mfano wa kiishara uchambuzi wa kina wa Ufunuo 12 unaonyesha kuwa mwanamke huyu ni Israeli, si Maria. Joka linalowakilisha Shetani linajaribu bure kumla mtoto Kristo. Licha ya jitihada za Shetani, Kristo alizaliwa, akaenda mbinguni na baadaye akapaa baada ya ufufuo tafsiri hii inakuwa wazi zaidi tunapoangalia maumivu ya uzazi ya mwanamke, ambayo ni taswira inayotajwa pia katika agano la kale. Katika Mika nne mstari wa tisa hadi kumi tunasoma e, kwa nini unapiga kelele, e binti Sayuni? Mfalme wako ameondoka, washauri wako hawapo, na maumivu ya kujifungua yamekupata. Mika anaendelea ehisi maumivu kama mwanamke aliye katika utungu, e binti Sayuni, utatoka mjini, ukae mashambani, uende Babeli; huko utaokolewa, huko Bwana atakuokoa kutoka kwa adui zako. Mika alitabiri utumwa wa Israeli Babeli, safari yenye mateso makali kama ya mwanamke anayejifungua, lakini hata katika matatizo taifa lingekombolewa na Mungu. Taswira ya uchungu wa uzazi inaendelea kutumika kama mfano wa mateso ya taifa hadi masalia angezaa Masihi huu ulikuwa ujumbe wa tumaini. Masihi angekuja kuwaongoza watu wake kwa mamlaka ya Mungu. Katika Ufunuo 12 mstari wa sita hadi saba mwanamke anakimbia kwenda jangwani mahali alipoandaliwa na Mungu, ambako angehifadhiwa kwa siku 1260 sawa na miezi 42 au miaka mitatu na nusu. Wakati huu vita vya mbinguni vinatokea, Mikaeli na malaika wake wanapigana na joka joka na malaika wake wanaendelea kupigana huku mwanamke akikimbilia mahali pa usalama. Watu wa kweli wa Mungu wanaendelea kulindwa kiroho katika kipindi hiki cha mateso na udhalimu. Kinyume na imani nyingi, Shetani haishi jehanamu kwa sasa, japokuwa hapo ndipo mwisho wake. Taswira maarufu ya Shetani akiwa mwekundu mwenye pembe na mkia siyo ya kibiblia. Biblia inaonyesha kuwa shetani anaweza kufika mbinguni kama tunavyoona katika kitabu cha Ayubu. Vita vikubwa vilifanyika mbinguni. Mikaeli na malaika wake walipigana na joka na jeshi lake. Joka liliangushwa chini duniani pamoja na wafuasi wake. Ufunuo 12 unaonyesha vita vya kiroho ambapo adui anainuka dhidi ya ulimwengu wa mbinguni lakini anashindwa. Mikaeli malaika mkuu anaongoza jeshi la mbinguni. Hili linathibitishwa katika Ufunuo 12 mstari wa 9 na Danieli 12 mstari wa 1 ambapo Mikaeli, mtawala mkuu, ataibuka wakati wa shida kubwa na watu wote walioko katika kitabu cha uzima wataokolewa. Mikaeli na malaika wake wanashinda wakimwangusha shetani na malaika wake kutoka mbinguni hadi duniani. Mbinu kuu ya shetani dhidi ya watu wa Mungu ni mashtaka. Ndiye mshutaji wa ndugu kama inavyoelezwa katika Ufunuo 12 mstari wa kumi. Sauti kuu mbinguni inatangaza kuwa wokovu, nguvu, ufalme wa Mungu na mamlaka ya Kristo yamekuja kwa kuwa mshutaji ametupwa chini. Shetani angeangamizwa kwa mujibu wa Ufunuo 12 mstari wa tisa, joka kubwa yule nyoka wa kale anayeitwa Ibilisi na Shetani, mdanganyaji wa ulimwengu wote, alitupwa duniani na malaika wake wakatupwa pamoja naye. Yohana anatoa njia tatu rahisi ambazo zimewasaidia waaminifu kupinga mashambulizi ya Shetani, ulinzi wa Mungu, ushuhuda wa midomo yao na ujasiri. Ushindi wa Kristo msalabani ulivunja nguvu za dhambi na Shetani. Katika Ufunuo 12 mstari wa kumi hadi kumi na mbili sauti ya mbinguni yasema kuwa wokovu, nguvu, ufalme wa Mungu na mamlaka ya Kristo yamekuja kwa kuwa mshutaji ametupwa chini. Waaminifu walimshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, wala hawakupenda maisha yao hata wakubali kufa. Ndipo mbingu zikafurahi, lakini dunia na bahari zikaonywa, kwa sababu Shetani ameshuka kwa hasira kubwa, kijua ana muda mchache. Shetani ameshindwa kwa uweza wa Kristo unaoonekana kupitia msalaba. Kwa kufa na kufufuka kwake, Kristo alithibitisha mamlaka yake na akatoa wokovu kwa wote. Sasa, kwa sababu ya kazi ya Kristo, hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Yesu Kristo, kama tunavyosoma katika Warumi nane mstari wa moja. Sasa, ingawa tunashinda kwa ushuhuda na uvumilivu, dunia inapaswa kuchunga kwa sababu Shetani ana hasira, kwa kujua muda wake ni mfupi. Baada ya kushindwa kumwangamiza Masihi, Shetani anaelekeza ghadhabu yake kwa mwanamke wa Ufunuo 12 mstari wa 13 hadi 17. Baada ya kutupwa duniani, joka linamfuata mwanamke huyo kwa ukatili, lakini mwanamke anapewa mabawa mawili ya tai mkubwa, akakimbilia jangwani, mahali pa usalama nje ya ufikiaji wa yule mwovu. Katika jaribio la kumwangamiza nyoka anatupa maji kama mto ili kumgharikisha lakini dunia inafunguka na kuyameza maji na hivyo kumwokoa mwanamke. Joka likiwa limekasirika linatangaza vita dhidi ya e watoto waliobaki e wa mwanamke wale wanaoshika amri za Mungu na kulishikilia ushuhuda wa Yesu. Mstari wa sita umetuarifu kuwa yule mwanamke angekimbilia nyikani kujilinda wakati wa taabu. Hili linarudiwa tena na kufafanuliwa baada ya kuonyeshwa ushindi wa Kristo dhidi ya Shetani. Mwanamke anapewa mabawa mawili ya tai mkubwa yakimaanisha njia ya kimiujiza ya kutoroka kwenda nyikani mahali ambapo atapata usalama kwa muda nyakati na nusu ya wakati. Picha ya tai inatukumbusha ukombozi wa Waisraeli wakati wa kutoka kama ilivyo katika Kutoka kumi na tisa mstari wa nne ambapo Mungu alisema aliwabeba kwa mabawa ya tai. Shetani anaendelea kuwatesa wafuasi wa Mungu bila kuchoka, ingawa jitihada zake zinashindikana. Kushindwa kwake kunazidisha hasira yake, na anamgeukia kila muumini anayeshika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu kama inavyoonekana katika mstari wa kumi na saba. Hii inaonyesha chuki ya shetani dhidi ya watu wote wanaomwamini Yesu. Matukio haya yanatupatia mpangilio wa wakati wa mambo haya. Hii mwanamke anawakilisha masalia wa Israeli walio waaminifu, waliomzaa Kristo na wanaoteswa na shetani. Hata hivyo, anapewa ulinzi wa Mungu. Ndipo shetani anaelekeza uhasama wake kwa watoto wake wengine waumini wanaoishi kwa kutii amri za Mungu na kushika ushuhuda wa Yesu. Sura ya 13 inaonyesha jinsi shetani atakavyoendea kanisa akitoa mipango yake ya siku za baadaye ya kumpinga Mungu hasa dhidi ya wale waliodhamiria kumtii Mungu na kumfuata Yesu. Hii inaonyesha juhudi za shetani kuendelea kupinga mamlaka ya Mungu kama ilivyoandikwa katika Ufunuo. Vita hii ya kiroho iliyoanzia mwanzo wa historia ya wanadamu inafika kilele katika matukio ya mwisho, ikionyesha ushindi wa wazi wa Kristo dhidi ya nguvu za uovu. Kitabu cha Ufunuo hakisimulii vita vya kiulimwengu tu, bali kinatoa tumaini na mwongozo kwa waumini wakati wa majaribu. Ulinzi wa Mungu kwa yule mwanamke anayeakilisha Israeli na kushindwa kwa Shetani vinathibitisha ahadi ya Mungu ya wokovu na ukombozi. Sehemu hii ya Ufunuo iliyojaa alama na unabii inawahimiza waumini kubaki imara katika imani, wakijua kwamba pamoja na mapambano kati ya mema na mabaya, mwisho wa yote ushindi ni wa Kristo. Kusulubiwa na kufufuka kwake si tukio la kihistoria tu, ni msingi wa tumaini la Kikristo linalopita mateso ya dunia. Hakika ya kushindwa kwa Shetani milele na wokovu wa wenye haki ni mwito wa kuishi maisha ya kumtii Yesu, tukitembea katika amri za Mungu. Tunaposubiri mwisho wa mambo yote, mioyo yetu ijazwe shukrani kwa ushindi uliohakikishwa ndani ya Yesu Kristo. Tuwe macho na tayari, taa zetu zikiwa zimewashwa, tukitazamia ukombozi unaokaribia. Na kama unahisi kuchoka kwa maisha nje ya Kristo na kukaribisha sasa uchukue hatua ya kubadilisha maisha yako. Anza sura mpya kwa hatua rahisi lakini yenye nguvu. Acha maoni, ninakubali Bwana Yesu kuwa Mwokozi wangu wa pekee na wa kutosha. Uamuzi huu uwe mwanzo wa safari mpya kuelekea katika mikono ya Baba, mahali ambapo ufalme wake kamili unatusubiri pasipo uchungu wala machozi. Jiandikishe sasa, washa kengele, penda video hii. Kumbuka kushirikiana na chaneli yetu siyo tu kutuunga mkono bali ni kufungua milango ya safari ya maarifa na mabadiliko. Jiunge na jamii yetu, uliza, shiriki, panua upeo wako. Tunatarajia kukuletea maudhui zaidi yanayokuangaza, kukuhamasisha na kukubadilisha. Mpaka video ijayo, endelea kutafuta ukweli na uendelee kushangazwa na kile tunachokuja kufunua.